Kijana mmoja alipewa jiwe na babu yake. Babu yake akamwambia, hili jiwe ni lako, nimekupatia kazunguke, ukatafute thamani ya jiwe hili, lakini usije ukashawishika kuliuza kwa gharama yoyote ile. Yule kijana ghafla akaanza safari, akaenda kwa muuza machungwa, akamuuliza hili jiwe lina thamani gani? Yule muuza machungwa akalitathmini lile jiwe akamwambia hili jiwe lina thamani ya machungwa kumi na tatu, lakini kama hutojali kwa kuwa ni wewe, tubadilishane, kupe machungwa kumi na saba. Kijana akakumbuka alichoambiwa na babu yake kwamba usiuze kwa gharama yoyote ile, akachukua jiwe lake akaondoka, akaenda moja kwa moja mpaka kwa muuza mboga akamuuliza swali lile lile. Muuza mboga mboga akamwambia jiwe lako lina thamani ya mafungu matatu ya mboga mboga Hutojari tubadilishane, dogo akachukua jiwe lake akakimbia akaenda mpaka kwa sonara. Akamuuliza sonara, hili jiwe lina thamani gani? Sonara akamwambia jiwe lako lina thamani ya milioni moja. Kama hutojari nikupe milioni unipe hilo jiwe, doga akakumbuka ilichoambiwa na babu yake, akachukua jiwe lake anataka kuondoka, akavutwa na sonara akamwambia, basi naomba nikuongezee laki tano. Dogo akakataa akaondoka moja kwa moja mpaka kwa muuza mawe ya thamani. Alivyofika kwa muuza mawe thamani yule muuza mawe ya thamani alivyotizama lile jiwe akashangaa, akamwambia dogo, hili jiwe umelitoa wapi? Akamwambia, nimepewa na babu yangu. Hili jiwe linaitwa yakuti, ni jiwe lenye thamani kubwa sana. Mimi hata niuze mali zangu zote nilizonazo duniani sitoweza kununua jiwe hili. Dogo akajiona kama hayuko salama, kwa sababu inaonekana alikuwa amebeba kitu cha thamani kubwa sana. Akakimbia akarudi nyumbani kwa babu yake, akamwambia tathmini yote aliyoipata kwa uz kwa muuza mboga mboga, kwa sonara na kwa muuza mawe ya thamani. Babu yake akamwambia, mjukuu wangu, kama ulivyopata tofauti ya hilo jiwe kwa hao watu wote, yote yanaeleza maana ya thamani ya maisha yako. Maisha yako yana thamani kubwa, lakini watu watakuthaminisha kwa kadri ya mitazamo yao, kwa kadri ya maarifa yao, kwa kadri ya viwango vyao vya ufahamu, kwa kadri utakavyoonekana una shida, kwa kadri watakavyokuwa wanahitaji kukulaghai, kwa kadri watakavyokuwa na ufahamu wa jambo lako, kwa kadri ya kazi zao. Na wewe unayenisikiliza, inawezekana umeshaambiwa si wa thamani, ima kwenye mahusiano. Inawezekana kazi zako zilionekana hazina thamani. Inawezekana kipaji chako umeonyesha watu, wakakwambia: huwezi. Kila unachokifanya unaonekana wewe ni wa chini, na umeshajiona kabisa, wewe si chochote. Ukweli ni kwamba thamani ya upendo wako, thamani ya kazi yako thamani ya mwonekano wako, thamani ya vitu ulivyo navyo ni kubwa. Changamoto, hujampata yule mtu ambaye anaweza kutambua thamani ulionayo, anaweza anayeweza kutambua thamani ya kipaji ulicho nacho, anayeweza kutambua thamani ya upendo unaouonyesha siku ukiwapata utatambua ukubwa ulionao katika maisha yako. Na kamwe usijaribu kukata tamaa kwa sababu unaambiwa wewe si mzuri. Usikate tamaa kwa sababu unaambiwa kazi zako si nzuri. Usikate tamaa kwa sababu unaambiwa achana na hicho kipaji, huwezi, nenda kafanye kazi nyingine. Na wengi waliofanikiwa katika maisha waliwahi kukutana na watu kwenye kazi hiyo hiyo iliyowafanya wafanikiwe wakaambiwa hawawezi, lakini walivyokutana na watu sahihi waliotambua thamani ya kile walichonacho, wakawaambia wanaweza na wakawathamini na wakafikia mafanikio yao. Kwenye Zaburi ya mia thelathini na tisa mstari wa mstari watatu na wanne mfalme Daudi anatambua thamani yake anamwambia Mungu kwamba maana wewe ndiye uliyeniumba mtima wangu, uliniunga tumboni mwa mama yangu, nitakushukuru kwa kuwa uliniumba kwa jinsi ya ajabu. Wow. hata wewe umeumbwa kwa jinsi ya ajabu. Kitu pekee unachopungukiwa ni watu sahihi wa kutambua thamani ya utu wako. Siku ya leo, muombe Mungu akukutanishe na watu sahihi wa kutambua thamani yako, watu sahihi wa kutambua thamani ya kipaji chako, watu sahihi wa kutambua thamani ya mapenzi yako, watu sahihi wa kutambua thamani ya jitihada zako na kile unachokifanya kwa nia njema. Kama wewe ni mara ya kwanza kuingia kwenye channel, tafadhali usisahau kusubscribe na, na kubonyeza alama kengele, ya kengele ili tuendelee kuwa pamoja kwenye mada nyingine kedekede. mimi ni Mwalimu Jonathan Kwizera And the top is for you, Thank you.